Naitwa Dr. Chris Mauki na hii ni channel ambayo imeponya watu, imebadilisha watu, imefungua watu, imefufua waliokuwa wamekufa kiroho, kihisia, kimaumivu ya, ya kisaikolojia, lakini wamerudi kwenye upya, wamerudi kwenye uhai. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Kama bado hujasubscribe, bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe, utakuwa permanent member wa familia hii lakini kama bado haupokei notification kila tunapo upload video basi bonyeza kitufe cha kengele, tutakuwa tunakupa notification. Naomba leo nipe nafasi niweze kukufundisha somo lenye kichwa maadui watano kwenye kukua na kufanikiwa kwako, maadui watano kwenye kukua na kufanikiwa kwako. Kati ya kitu au vitu nina uhakika navyo ni kwamba una kiu ya kubadilika, una kiu ya kuwa mkuu una kiu ya kukua na kufanikiwa sana kwenye maisha yako. Napozungumza kufanikiwa, si maanishi tu kuwa na fedha nyingi kama ambavyo unafikiri, na maanisha 360 degree degree 360 ujumla wa maisha yako, kufanikiwa kanisani. Nakosali pale VCCT, tuna uh, slogan au neno tunaloamini kwa mwaka huu ni abundance Abundancy ni utele, utoshelevu, sio tu kwenye pesa, kwenye maeneo yote ya maisha yako. Sasa kama una kiu ya kufanikiwa kwenye maisha na kukua, yani to become not to have a lot, to become a lot, to become more, nini ambavyo vinaweza vikawa adui ya hiyo kukua kwako au hayo mafanikio yako? Ndivyo ambavyo natamani kukupa siku ya leo. Adui namba moja wa kukua na kufanikiwa kwako ni kujilinganisha. Wengi tumeshindwa kupiga hatua za kimaisha kwa sababu tunajilinganisha na watu wengine, kwa sababu tunajilinganisha na tuliosoma nao. Clients wangu wengi wananiambia, najiona nimestuck, lakini niliosoma nao wanaenda mbele. Najiona nimestuck, nilio graduate nao wanaenda mbele. Najiona nimestuck wenye umri kama mimi wanafanikiwa. Maisha ya kujilinganisha yamewafanya watu wengi washindwe kwenda kwenye kwenye mafanikio yao au kwenye kukua kwao, kwa sababu wamekuwa wanafanya kitu kinachoitwa comparison factor. Naomba nikuambie ukweli, magari yametengenezwa kama magari, sio tu ili yaende sheli, ili yaende kujaza mafuta, sio tu ili yakusafirishe, lakini kwa sababu kila gari lina chukuliwa na kununuliwa na mhitaji kwa mahitaji tofauti. Anayenunua katapila anahitaji masuala ya ujenzi au matengenezo ya barabara au au au uchimbaji wa madini na vitu kama hivyo. Anayenunua gari ndogo, anayenunua gari kubwa, anayenunua gari ya spidi kubwa, anayenunua gari ya comfortability zaidi, wote wana nia tofauti tofauti. hawawezi kujilinganisha na wala hayo magari hayawezi kujilinganisha. Nitakupa mfano rahisi gari inayoitwa Rolls Royce au Rolls Royce. Rolls Royce, au Rolls Royce, ni gari ya Kimarekani, very posh car eh? Taskia amenunua Rolls Royce bana. Yalikuwepo kuanzia zamani, lakini yanazidi kuwa modified na kuwa very much comfortable jinsi ambavyo yanazidi kutengenezwa sasa hivi. Lakini pia kuna gari inayoitwa Ferrari, wengi wanaijua ina picha ya farasi anayeruka na brandi yao ni nyekundu Ferrari. Sasa Rolls Royce ilitengenezwa kwa sababu ya comfortability, ni luxury too much, wenye hela nyingi wanakaa mule kwa sababu ya luxury. Ferrari ni gari ya gharama kubwa, lakini sio kwa ajili ya comfortability, ni kwa ajili ya speed. engine yake imetengenezwa kwa ajili ya speed sasa, Ferari haiwezi kujikompea na rois rois wala rois rois haiwezi kujikompea na, na Ferari kwa sababu zilitengenezwa kwa makusudi tofauti. Mmoja kwa sababu ya comfortability luxury, comfort, mwingine kwa sababu ya speed. Anayetaka speed hataenda kwa rois rois, ataenda kwa Ferari pamoja na kwamba yeye ni bilionea. Anayetaka comfort hatoenda kwa ferrari, ataenda kwa Rolls Royce kwa sababu anachotafuta ni comfort. Don't compare yourself with other people. Samaki hawezi kujilinganisha na nyani kwa sababu ya kupanda kwenye miti. Samaki hakuumbiwa kwenye miti, aliumbiwa kwenye maji, na wala nyani hawezi kujilinganisha na samaki kwa kucheza kwenye maji, atazama kwa sababu hakuumbiwa kwenye maji. Usijilinganishe. Maisha yako yana pesi yake yana spidi yake yana reli yake ya kukimbilia. Adui wa pili ni kujiona au kujiambia hautoshi, kujihisi hautoshi, kujishusha wewe mwenyewe. Yamkini watu walikuambia huwezi, yamkini watu walikuambia hutoshi, alafu ukachukua yale maneno yao ukayaweka ndani yako ukayaamini na ukasema, nahisi mimi sitoshi, nahisi mimi sifai, nahisi mimi sitoweza na hisi sintofika na hisi sinto mudu mimi sijui kama ndawe. the more unavyojiambia vile ndivyo jinsi ambavyo confidence yako unaiua na unazidi kuketi unazidi kulala unazidi kuporomoka na sio kwenda mbele anza kujiambia unaweza anza kujihisi unaweza anza kujihisi we ni mwenye nguvu anza kujihisi we ni unayekimbia sio uliyelala Inaanzia ndani yako kujinyanyua, na sio kujishusha wewe mwenyewe. Adui namba tatu, fikra, mindset. Mtazamo wako ni upi kwenye mafanikio? Mtazamo wako ni upi kwenye kushindwa? Kama unafikiri mafanikio ni kuwa na pesa peke yake, na sio kuwa na afya, na sio kuwa na mahusiano mazuri, na sio kuwa na marafiki wazuri, utafeli kwenye maisha. Kama unafikiri kushindwa ni kukata tamaa na kutokuendelea kabisa, kushindwa ni kubaya, hakufai inabidi uepuke kushindwa, utashindwa kupiga hatua. Vikwazo unavitazamaje kwenye maisha? Nitakupa mfano, Daudi alivyokuwa anapambana na Goliati. Ilikuwa ni uamuzi wake kumwona Goliati kama kifo, kama balaa, kama kikwazo katika maisha yake, na tatizo ambalo litamfanya asiende kokote au ilikuwa ni uamuzi wake kuona Goliati kama mlango wa kuingia Ikulu, kama mlango wa kupata kibali kwa Sauli, kama mlango wa kuendea ufalme wa Israeli? Ilikuwa ni uamuzi wake. Alichagua kumwangalia Goliati sio kama kikwazo, bali kama fursa ya kuendea ukuu, na ndivyo maana alivyomwangusha, maisha yake yakabadilika. Goliati wako ni nani? Na akija kwako unafanya nini? Unakimbia au unafanya nini? Unatokomea au unafanya nini? Kumbuka, nimewahi kukufundisha zile five stress reaction. mambo yanayokutokea unapokuwa una, una mambo matano yanayokutokea unapokuwa na stress, una react vipi? Una flight, una fight, una fall, una freeze. Goliati akikutokea kwenye maisha yako, amua fikra zako zione hiyo ni fursa. Amua kuwa optimist mwenye fikra chanya na kufanya maamuzi chanya kuliko kuwa pessimist. Adui namba nne kulaumu wengine kwa kushindwa kwako. Hao watu wanaolaumu sana na tunawaita complainers, nagas, unalaumu kwenye kila kitu na unamlaumu kila mtu. Kushindwa umeshindwa wewe, unalaumu watu. Kufeli umefeli wewe, unalaumu watu kukata tamaa umekata wewe, lakini unalaumu watu wengine. Hakuna kitu unachokuwa responsible kukishika kwamba ni kosa lako, vyote unalaumu watu wengine ya kwamba wao ndio wamekuwa responsible kwa kufeli kwako. Ukilaumu wengine, unatengeneza mazingira ya kushindwa moja kwa moja. Ukilaumu wengine, unatengeneza mazingira ya kushindwa kupiga hatua na kukatishwa tamaa kwa kila kitu. Amua kuto kulaumu, amua kuto kujilaumu, amua kusimama na kutake charge na kuamua unafanya mabadiliko ili hali ibadilike na sio kulaumu. Na adui wa mwisho na watano ni kukosa ujasiri na kukosa kujiamini, lacking confidence and lacking courage, kukosa confidence na kukosa kujiamini. Kati ya kujiamini na ujasiri, kipo kinachoanza na kingine kinafuatia lakini vinasaidiana, kipo kinachoanzia ndani yako na kipo kinachokuja wakati uko na watu wengine. Unapokosa ujasiri na kujiamini, kuvuka kwako vikwazo kunakuwa kugumu. Unakosa kitu kinachoitwa audacity, uwezo wa kufanya maamuzi na kuyasimamia na kugonga kifua na kusema nitafanya, nitaweza, nitamudu, nitajaribu, nitaenda, nitajitolea, nitagombea, nitafanya. Audacity unakosa takopa. Mfano, rais, usifikiri ni kitu kirahisi sana, kilimtokea rais wa Marekani mwafrika wa kwanza, mwenye asili ya Kiafrika kugombea urais, kitu ambacho hakikuwahi kufikiri wala kutabiriwa wala na manabii, Barack Obama. Haikuwa rahisi. Background yake ilimkataa, kila alichokuwa nacho kinaonyesha kabisa ni ngumu, asili yako inaonyesha haiwezekani, hii ni Marekani bwana, ni weupe. Lakini haikuwa rahisi kuamua kuchukua maamuzi ya kusema nitagombea, hata kabla hajawa rais, rahisi the fact kwamba anasema nitasimama kuwakilisha chama ya Democratic it took a lot of audacity. The guy is confident. Encourages. Ukikosa hivi vitu kwenye maisha yako, vitu vingi vitakupita, interview nyingi utafeli na kwingine hutokaa uapply. Utaelewa kusema tu, nilifikiri nilijaribu, nitaka nijaribu, niliwaza na hili lilikuwa wazo langu, lakini utaketi. Hakikisha umewaepuka maadui hawa watano: kujilinganisha, comparison, kujiona na kujiambia hautoshi, na kujishusha fikra zako na mindset zako kujilaumu na kuwalaumu wengine kwa makosa yako na kushindwa kwako wewe mwenyewe, na kukosa ujasiri na kujiamini. Maadui hawa watano watakufanya ushindwe kwenda kwenye ndoto zako na mafanikio yako. Ninaitwa Dr. Chris Mauki.